Huu ni muonekano wa awali wa shule ya msingi Isoliwaya iliyopo kata ya Ilula wilaya ya Kilolo mkoani Iringa, kabla ya kufanyiwa ukarabati ulioanza mwaka 2020 na shirika la Ilula Orphan Program IOP Tanzania. Kabla ya kuzaliwa kwa shule ya msingi Isoliwaya, historia inaonyesha hapo awali hapakuwa na shule ya msingi Isoliwaya, bali kulikuwa na shule moja tu iliyoitwa shule ya msingi Ilula iliyoanzishwa mwaka 1948, iliyobeba wanafunzi kutoka kata nzima ya Ilula. Ingawa hali ya miundombinu haikuridhisha hata kidogo, mfano shule ya msingi Isoliwaya ilikuwa na zaidi ya wanafunzi 900 huku ikiwa na madarasa nane tu, ambapo kila darasa lilibeba zaidi ya wanafunzi mia moja na thelathini kutokana na ongezeko kubwa la wanafunzi na miundo mbinu isiyorafiki, shule hiyo ilishindwa kukidhi vigezo vya kisheria vya idadi ya wanafunzi. Hivyo mwaka elfu mbili na kumi na mbili shule ya msingi Ilula iligawanywa katika makundi mawili na hapo ndipo ilipozaliwa shule ya msingi Isoliwaya. Baada ya kugawanywa kwa shule hiyo mwaka elfu mbili na kumi na mbili hatimaye pakawa na shule mbili za msingi msingi shule ya msingi Ilula na shule ya msingi Isoliwaya ambazo zote zipo eneo moja. Shule hizi zilikuwa na miundombinu mibovu huko, historia ikionyesha kuwa ni zaidi ya miaka sabini tangu kuanzishwa kwa shule hizo, hazikuwahi kufanyiwa marekebisho wala maboresho kabla ya kuingilia kati kwa shirika la IOP. Muonekano wa majengo ya shule ya msingi Ilula na Isoliwaya unaakisi hali mbaya ya miundombinu iliyosababisha wanafunzi wa shule hizo kuwa na utendaji mbovu katika taaluma na kukatisha tamaa ya kujituma kwa wanafunzi na hata walimu. Tulalumba Maluli ni mwalimu mkuu wa Shule ya Msingi Isoliwaya aliyeshuhudia hali ya miundombinu ya shule hizo kabla ya kufanyiwa maboresho na shirika la IOP mnamo mwaka 2020 na hapa, mwalimu huyu anaeleza hali ya shule hizo ilivyokuwa kabla ya ukarabati nilianza kuwa mwalimu mkuu katika shule mwaka elfu mbili na kumi na sita kabla ya maboresho haya ya shule shule yetu ilikuwa kwenye hali mbaya sana kwa mfano lile darasa la upande wangu wa kulia lile kushoto lilikuwa bado linavuja kiasi kwamba mvua ikija lazima muhame darasa mondoke na vifaa mwendo mkajazana kwenye darasa ini. Huruma Mbena ni mmoja kati ya walimu wakongwe waliokuwa wakifundisha shule ya msingi Ilula kabla ya shule hiyo haijagawanywa, na baada ya kugawanywa, mwalimu Mbena alichaguliwa kufundisha shule ya msingi Isoliwaya na sasa ni mwalimu mkuu msaidizi katika shule hiyo. Mwalimu Huruma anasimulia hali ilivyokuwa katika shule hizo kabla ya kufanyiwa maboresho. Ni kweli ni hapa ni mkongwe na muda mrefu sana. Kwa hali ya majengo na vyoo, kwa kweli zamani vyo na majengo ilikuwa ni chakavu sana. IOP wamengaisha vizuri sana mazingira, wanao majengo inapendeza, vyo vinapendeza, imesababisha hata watoto wenyewe kupunguza ule utoro, kwa sababu ya mazingira ni mazuri. Si walimu pekee waliochoshwa na kukatishwa tamaa juu ya ubovu wa miundombinu ya shule, bali hata wanafunzi wakikumbuka hali ilivyokuwa kipindi hiko, hutamani kulia kutokana na taabu walizokumbana nazo kabla ya ujio wa shirika la IOP ambalo lilirudisha tabasamu kwa walimu, wanafunzi na wazazi. Mary Kivamba ni mhitimu wa shule ya msingi Ilula ambaye kwa sasa anasoma kidato cha tatu katika shule ya sekondari The Thelos Hill. Wakati miundombinu ikiwa mibovu alikuwepo, na hata baada ya ukarabati wa shule hizo pia alikuwepo. Hapa anatoa shukrani kwa IOP kwa jitihada kubwa, akilinganisha na hali ya zamani. wanafunzi na changamoto mbalimbali ya moja, wanafunzi na changamoto kwenye risk ya kupata magonjwa mbalimbali, kwa sababu ambao vimeharibika lakini pia vimekuwa vikifanyiwa usafi sawasawa. Nikikumbuka hali ya nyuma ilivyokuwa na hali ambavyo ipo kwa sasa, kwa kweli IOP wametusaidia sana. Napeleka shukrani zangu za dhati kwa IOP. IOP wametusaidia wanafunzi kuweza kuendelea na masomo ambayo yatusaidia kutimiza ndoto zetu za baadaye. Utamaduni wa jamii za Kitanzania hasa kwa wazazi ni kuhakikisha watoto wanapata elimu bora lakini hali hii ilikuwa tofauti kwa wazazi wa kata ya Ilula, kwani wazazi hao walikata tamaa kuwapeleka watoto wao katika shule hizo kutokana na hali mbaya ya miundombinu ya shule. Miaka ambayo watoto wangu wanasoma pale ilikuwa ni shule ambayo ilikuwa ni ma majengo yalikuwa sio mazuri kabisa, na yalikuwa na manyufa manyufa, na hata wakati fulani wazazi ni complain sana, na hata mimi sikuwa tayari sana kwamba nipeleke watoto pale wanangu pale lakini kwa sababu niliona mimi ni miongoni mwa wana iwaliopoapa ulabasi nikalazimika kuwapeleka watoto pale. Kufuatia changamoto za miundombinu ya shule hizo, shirika la IOP Tanzania lililopo wilaya ya Kilolo mkoani Iringa, shirika lenye mchango mkubwa katika jamii, liliona ni vyema kuboresha miundombinu ya shule hizo kwa lengo la kuisaidia jamii na kuleta maendeleo katika sekta ya elimu, kwa sababu elimu ni ufunguo wa maisha. Mwaka elfu mbili na ishirini shirika la IOP lilianzisha mradi Ulioitwa mradi wa kuboresha mazingira ya kufundishia kwa shule za msingi Ilula na Isoliwaya, lengo likiwa ni kuboresha na kutengeneza mazingira rafiki ya elimu kwa wanafunzi. Nema wande. IOP ilijidhatiti kwa hali na mali kuhakikisha wanafunzi wanapata elimu bora, na kabla ya kuisha kwa mwaka elfu mbili na ishirini shirika la IOP lilifanikiwa kujenga madarasa matano kati ya madarasa ishirini walioazimia kuyajenga. Mpango wa uboreshaji wa shule hizo chini ya shirika la IOP ulipangwa kutekelezwa ndani ya miaka mitano kuanzia mwaka 2020 hadi mwaka 2024. Ama kweli penye nia pana njia. IOP iliweka nia ya kuboresha sekta ya elimu katika shule ya msingi Ilula na Isoliwaya, na Mwenyezi Mungu alifungua njia juu yao. Fika mwaka 2024 IOP ilifanikiwa kukarabati takriban madarasa 20, ambapo madarasa 11 ni ya shule ya msingi Ilula na madarasa 9 kutoka shule ya msingi Isoliwaya. Waswahili wanasema ukipenda boga basi penda na ua lake. IOP waliona kwa nini waboreshe madarasa ilhali ofisi za walimu hazitamaniki. IOP iliingia tena kazini kuboresha ofisi za walimu wa shule zote mbili za msingi. Ndani ya miaka mitano ya kimkakati, IOP ilikarabati upya ofisi nne za walimu katika shule ya msingi Ilula na kukarabati ofisi moja walimu wa shule ya msingi Isoliwaya, kisha waliunda ofisi moja mwalimu mkuu wa shule ya msingi Isoliwaya ambaye hapo awali mwalimu mkuu huyo hakuwahi kuwa na ofisi yake. Kwa sasa ukifika shule ya msingi Isoliwaya na shule ya msingi Ilula utastaajabu. IOP wamefanya kazi kubwa isiyokuwa na mfano. Wanafunzi wanapata elimu yenye kila mahitaji tofauti na zamani wengine wanasema kama isingelikuwa baraka za Mwenyezi Mungu kuwapa IOP moyo wa upendo, huruma na kujali mithili ya mama mzazi kwa mtoto wake, huenda majengo hayo yangedondoka na kusababisha athari kubwa katika jamii na kukatisha ndoto za wanafunzi. Lakini sasa wanafunzi wa shule hizo wanaifurahia elimu kutokana na ubora wa miundombinu ulioimarishwa na shirika la IOP. Na hawa ni miongoni mwa wanafunzi wa shule hizo wakieleza furaha na shukrani zao kwa shirika la IOP nisikia vizuri kwa sababu miundo mbinu ya shule ni mizuri na walimu wapo vizuri kutufundisha. Wanahakikisha tunaitafuta ai ya kitaifa. Tunaona mabadiliko mazuri katika shule yetu, na pia tunawashukuru IOP kwa kwa kututengenezea majengo yetu vizuri. Napenda kuwashukuru IOP kwa kutu kwa kwa kututengenezea madarasa yetu yamekuwa mazuri hata ya wanafunzi wana zamani walikuwa hawapendi kuja shuleni kwa, kwa sababu darasa mabaya, lakini sasa hivi mmetutengenezea madarasa, najisikia vizuri na sana, yopiwa, msaada, kwa sababu vmbovilo wa majengo yetu yameboreshwa na walimu wanatufundisha vizuri. Nashukuru sana iyokiga msaada mliotupatia kwa kujengea madarasa shule yetu. Mwanzo ilikuwa haina mvutio mzuri, wanafunzi walikuwa hawaji shuleni. Sasa hizi shule yetu imekuwa nzuri. Najivunia kwa shule. Kabla ya ukarabati, ilikuwa vigumu mwalimu kukemea utoro kwa wanafunzi, kwa sababu hata wao waliona ni vyema kubaki nyumbani kuliko kwenda shuleni. Je, kwa sasa hali ipoje kwa walimu hao? Kwanza kabisa niseme, naishukuru sana na nashukuru sana shirika la IOP kwa ufadhili mkubwa ambao wameufanya kwenye shule yetu. Kwa kweli tunaiona kuwa tuna bahati kubwa, hata mimi mwenyewe pamoja na walimu wenzangu tunajisikia fahari kufanya kazi kwenye shule hii kwa sababu ni shule nzuri tunaweza kujivunia hapa kwa watu wengine, kwa sababu ni mazingira mazuri ambayo. Dilasia Hosea Chaula ni afisa elimu wa kata ya Ilula anaeleza utofauti wa ufaulu wa wanafunzi kabla na baada ya maboresho ya shule hizo. Ufaulu umeongezeka, kabla hawajakarabati, wastani wa ufaulu ilikuwa ni 138 GPA, lakini GPA imepanda hadi mwaka 2024 tumefikia kwenye hizi shule, shule ya Ilula imefikia GPA ya 175 na point, na shule ya Isoliwaya ilifikisha GPA ya 168 kwa hiyo imepanda karibu kwa asilimia wastani wa 30. Kwa upande wa serikali, wana mtazamo gani juu ya hiki kilichofanywa na shirika la Ilula Orphan Program? Mpaka sasa tumekwisha karabatiwa madarasa yote yaliyopo katika shule ya msingi Isoliwaya, madarasa yote yaliyopo katika shule ya msingi Ilula, pamoja na ofisi zilizopo katika madarasa hayo. Kwa kusema hayo hatuna budi kuishukuru sana e, IOP pamoja na uongozi mzima na watumishi ambao waliungana na sisi kuhakikisha wanaandaa maandiko mbalimbali kuhakikisha tunanufaika sisi wana wa Ilula wana wa Kilolo, pamoja na jamii kwa ujumla. Kwa niaba ya serikali niseme, tutaendelea kutoa ushirikiano wa kutosha kuhakikisha kwamba IOP katika utendaji wa kazi zote ambazo zinafanyika pamoja na miradi yote ambayo imewekezwa, tutaendelea kushirikiana kutoa mazingira wezeshi ili taasisi iweze kufanya, mazi, eh, kufanya kazi vizuri ili kutoa huduma kwa jamii tofauti na zamani. Je, kwa sasa wazazi wana kipi cha kuzungumza kufuatia kazi kubwa iliyofanywa na shirika la IOP? Kwa kweli, mimi nina mambo mengi tu ya kuwashukuru IOP, kwa sababu ile shule wanafunzi walisongamana hata madarasani wakawa wengine wanaandika wamekaa chini, lakini watoto pale wamepungua, wamewiana na madarasa pamoja na, na madawati . Sasa wanasoma kwa nafasi, yaani wako vizuri, na watoto hata pale Ilula shule ya msingi wanafurahia masomo. Kwa kweli namshukuru Mungu. Awali shule ilivyokuwa haijakarabatiwa, ilikuwa miundombinu mibaya sana. Madirisha yalikuwa wazi, dirisha na mlango ilikuwa kama sawa, mtoto anaweza akatokea dirishani, au kipindi hajakipenda mwalimu anaingia anatokea dirishani. Tofauti na saizi ilivyokarabatiwa, kuna manufaa makubwa sana. Kwanza mtoto anaipenda like, shule anapenda kwenda shule kwa sababu shule inapendeza, vyoo viko vizuri sana sana, na dirisha yenyewe ni vya vioo. Kwa kweli watoto wanasoma sehemu nzuri. Huwezi kutofautisha private na shule ya Ilula au ya Isoliwaya, yaani ni shule nzuri kali. Tunashukuru sana sana kwa ukarabati walio kufanya IOP, Mungu awabariki sana IOP. mimi nimekuwa mwenyekiti wa shule ya msingi kamati ya shule ya msingi ya Ilula hali ya majengo ya shule ya msingi ya Ilula yalikuwa inafikitisha ya yalikuwa ni mabaya yamebomoka. Kwa kweli tuna kila aina ya sababu ya kumshukuru sana Beti, mwanzilishi na shirika la IOP, pamoja na uongozi wote ambao wanasimamia hili shirika, kwa sababu majengo kwa kweli ni mazuri, huwezi kuamini majengo ya shule ya msingi unaweza kufikiri labda ni chuo. Mimi siku zote ninawaombea kwanza afya njema ni mkurugenzi wa IOP ndugu <coughs> yetu Edison Msigwa. Edison Msigwa alikuwa mjume kwa kamati ile ya mwanzo kabisa wakati wa upandilishaji wa shirika leo hii na kwa sasa ni kiongozi wetu ambaye kwa kweli ni, ni, ni kati ya vijana wa kupigiwa mfano, ni kiongozi ambaye kwa makini anasimamia shirika vizuri akisaidiana na wenzake pia, wana mtania kijana mmoja t haya Mgereke, kijana ambaye ni machachari sana, huwa nampenda sana na nikimwangalia kwa sababu amekuwa tukimwona, amesaidiwa na IOP, amesomeshwa na IOP, tukimwona. Kwa hiyo anapofanya kazi analeta matumaini makubwa sana, na tunaomba vijana wengine ambao wamesaidiwa na IOP waige mfano wenzao ambao wamesaidiwa na IOP na wanaorisha fadhila. Na bibi yetu Berit, hatutamsahau na mara nyingi tumekuwa tukimtania kama mwenyeji wa Ilula anaitwa Semaluli. Kwa hiyo, Beti kwa kweli mimi nampenda na, na, na sana, kwa sababu kazi nzuri na kubwa alizolifanywa kusaidia watu wenye mahitaji katika maeneo ya Ilula. Inafahamika siku zote, kwenye msafara wa mafanikio hapakosi changamoto. Ni sawa na wale waliosema msafara wa mamba, kenge hawakosi ndani yake. Ingawa shirika la IOP linajitahidi kuboresha huduma za kijamii, hususan huduma za elimu, lakini shirika hili linakumbana na changamoto mbalimbali mbali ambazo zinakwamisha jitihada za kufikia malengo yake, kama anavyoeleza mkurugenzi wa shirika la Ilula Orphan Program, IOP: sisi tupo ili kuweza kuchangia jitihada za serikali kwa, ili tuweze kufanya kazi pamoja, zaidi natakiwa kuweka mazingira rafiki zaidi ya kutendaji, sera rafiki, na ili IOP shirika na utekeleza huu mradi ili uweze kufanikiwa, hatufanikiwi pekee, tunao wadau kutoka ndani na nje ya nchi. Ukizungumzia wadau kutoka nje, hawa wanahitaji vibali vya ukaazi, wanahitaji e, visa na kadhalika, kumekuwa na changamoto kidogo katika upatikanaji wa viza kwa wageni wetu na hasa wa kujitolea, na wakati fulani kumekuwa na sintofahamu miongoni mwa wafanyakazi wa, wa, wa, wa, wa serikali hasa wa eh, idara ya uhamiaji ambapo unakuta wanazungumza lugha tofauti wakati fulani na wakati fulani kuto eh, kupata vibali kwa wakati, lakini pia kumekuwa na changamoto kubwa ya upatikanaji wa charitable certificate ambayo ingetuwezesha kufanya mambo mengi kiurahisi zaidi. Kwa hiyo niombe serikali iweke mazingira rafiki zaidi na iweze kutupatia hiyo charitable certificate ambayo itaturahisishia mambo mengi ikiwemo volunteers. Fursa ni kubwa sana iwapo mazingira yataweza kuboreshwa, na tunaweza tukafanya kazi kubwa sana zaidi ya hii tuliyofanya katika kipindi hiki. E, cha miaka 27 takriban, inawezekana haujawahi kulisikia shirika la IOP lakini, hili ni shirika lenye mchango mkubwa usiokuwa na kifani mkoani Iringa. Hayo niliyosema ni machache kati ya mengi waliofanya na wanayoendelea kuyafanya tena bila malipo. IOP wana lengo la kuhakikisha wanaboresha huduma za kijamii ili kuimarisha maisha ya Watanzania bila kujali rangi, dini wala jinsia. Shirika la IOP linatoa wito kwa serikali, wadau wa maendeleo, pamoja na jamii kwa ujumla katika kuendeleza miradi ya maendeleo hapa nchini. Shirika la IOP lipo eneo la Masukanzi, wilaya ya Kilolo, mkoani Iringa. Lengo la shirika hili ni kurudisha tabasamu kwa jamii za Kitanzania. Ni dhahiri Watanzania tuna kazi ya kuiga mfano kutoka IOP ili kujenga Tanzania moja. Mungu libariki sana shirika la IOP. Ilula Orphan Program.